wa ligi ya mabingwa Afrika ni hatua ya mwisho kabisa kuelekea makundi, na rasmi mnyama Simba sports amefanikiwa kutinga hatua ya makundi hey, kuingia hatua ya makundi. Japo leo mchezo wa leo ulikuwa ni muhimu, lakini laki na mshukuru Yanga mwenzangu jana kwa kwa kuingia hatua ya makundi. Tunaomba tufanye vizuri hatua za makundi shara, naamini kabisa Mwenyezi Mungu atatujalia, atafika mbali kwa majina atumani mzopora. Mimi ninachoshukuru kwamba ni klabu zote nne zimeenda hatua inayofuata, japo furaha yani, yangu zaidi kuona Simba ametoa sare nyumbani, hiyo ndio furaha yangu, lakini najua timu za Tanzania Tanzania kidogo tunaendelea kusogea, tunasogea mbele kwa sababu katika ile ligi ligi kuu ya Tanzania itaonekana kuwa mbali, ili timu nne kwenda hatua inayofuata ni jambo jema sana la kushukuru. Tanzania kwa sasa mpira wa Tanzania unazidi kusogea hatua hatua hatua hatua, jinsi siku inavyozidi kusogea mbele mbele, hatua unazidi kupiga hatua, tunaendelea mbele. Ametukusanya watu tumeangalia mpira hapa, japo alikuwa ni kwenye kufunga kampeni, pia tumeangalia mpira hapa. Ao ni fair kwa watu wote waliokuwa mahali hapa, waliokuwa msindika katika kufunga kampeni zake. jambo ya, la kwanza mimi nawashukuru sana wana Iharula. Huu mkutano wetu ndio ulikuwa mkutano wa mwisho, mkutano wa nyuma ambao tumefanyia Nole niliwaahidi wapenzi wa mpira kwamba mkutano wetu wa mwisho utakaofanyika Harura tutaweka skrini kubwa kwa ajili ya kuangalia mechi ya Simba, lakini nikiwa Nole niliwatakia heri naliwaombea Yanga nao wapindue meza. Nashukuru Mungu amepindua meza, ka kula za Yanga kula za Simba zote ni za kwetu, zote ni za kwetu kwa maana kwanza Erasto Mpete, lakini pili Deodatus Mwanyika na tatu Samia Suluhu Hassan. Nimewaomba hapa wanasimba wote, sasa tukaipigie chama cha macha, mapinduzi kwa hiyo niwashukuru sana kwa mkutano ambao umefanyika hapa ambapo sikutarajia watu wamekuwa wengi na wamesikiliza mpaka mwisho tunachotarajia sasa ni matokeo sasa ya wananchi wote ambao wana sifa ya kupiga kura tarehe 29 sasa wote waweze kwenda kupiga kura mimi nipongeze sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio kinara wa michezo, yeye ndo amehamasisha michezo, uhamasishaji wake ndio matunda haya ambayo tunaweza kuona. Ni mara ya kwanza timu zinazoshiriki mechi za kimataifa timu nne zinaweza kufuzu kuingia kwenye makundi. Hii ni jambo la kipekee, ni jambo la kwanza, tuna haja na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kwa sasa ni mgombea kwa nafasi ya urais kwa tiketi ya CCM. Mashabiki wa Simba, Yanga na timu zingine zote, mama ameonyesha njia, matunda tunayaona, basi tumpe fursa tena nyingine. Ninaamini kabisa kuna siku itakuja moja ya timu zinazotoka Tanzania zitafanya vizuri na kuchukua ubingwa wa mashindano haya ya Afrika. Ninaweka wazi ni mshabiki wa timu ya Simba Sports Club toka nikiwa mdogo na ninasema kiwango ambacho Simba amekionyesha leo ni kiwango kizuri, kwa sababu tu walikuwa tayari wameshapata magoli matatu na pointi tatu ugenini. Kwa leo walikuwa wanaonyesha burudani. Kwa hiyo kiwango nilichokiona, tuna timu nzuri, wachezaji wazuri swala so zima ni kuhakikisha kwamba viongozi waiweke vizuri timu katika mazingira mazuri. Nina imani itafanikiwa na nimefurahi sana Yanga nao kufuzu kwa sababu kuna hamasa ambayo ipo tunapokuwa na mpinzani, tunapoendelea na haya mashindano ya, ya, ya, ya, ya Afrika. Kwa hiyo hamasa ile ya ushindani itafanya moja ya klabu au moja ya klabu vikafanya vizuri kwa sababu kila moja akishinda na mwingine anatamani naye ashinde. Kwa hiyo tutahamasishana kuhakisha timu zote zifanye vizuri, lakini mimi nipongeze vilabu vyote ambavyo vimefanikiwa kuingia kwenye makundi. Wito wangu kwa wanamichezo, tuendelee kushirikiana, tuendelee kuwahamasisha vijana waweze kuibua vipaji vyao, tuwaibue vijana e, wale ambao wana vipaji ili tuweze kutengeneza timu zilizo nzuri, lakini pia mpira ni ajira, kwa hiyo tunahamasisha sana na wito wangu tuhamasishe vijana yule kijana ambaye tunamuona ana mwelekeo wa kuwa na talenti ya aina fulani ya mchezo basi tumhamasishe, kwa sababu mpira sasa hivi ni ajira. Wito wangu kwa wanamichezo, tuendelee kushirikiana tuendelee kuwahamasisha vijana waweze kuibua vipaji vyao, tuwaibue vijana e, wale ambao wana vipaji ili tuweze kutengeneza timu zilizo nzuri, lakini pia mpira ni ajira. Kwa hiyo tunahamasisha sana, na wito wangu tuhamasishe vijana uyule kijana ambaye tunamuona ana mwelekeo wa kuwa na talent ya aina fulani ya mchezo, basi tumhamasishe kwa sababu mpira sasa hivi ni ajira.